Bahari ya Hindi ilikuwa kimya usiku ule, lakini si kimya cha amani. Mawimbi yaligonga pwani ya kijiji cha Kibwawa karibu na Dar es Salaam, kana kwamba bahari ilikuwa inaficha siri nzito. Upepo wa usiku ulivuma taratibu, ukichanganya harufu ya chumvi na huzuni. Juma Mponda, mvuvi wa miaka ishirini na nane, alikuwa anarudi kutoka baharini akiwa na nyavu tupu. Kwa siku ya tatu mfululizo, miguu yake ilikuwa imejaa mchanga, mikono imechoka, na moyo wake ulikuwa mzito. Nyumbani kulikuwa na mama yake mgonjwa na dada yake mdogo aliyekuwa analia njaa kila usiku. Juma aliogopa zaidi alivyochoka. Akiwa peke yake pwani, alimnong'oneza bahari: ewe bahari, mbona unaninyima riziki yangu? Baba yangu alikufa ndani yako, na sasa unataka kuniua kwa njaa. Bahari haikujibu, lakini ghafla alisikia sauti laini ikimwita, Juma, Juma Mponda. Alishtuka, aliangalia pande zote, hakukuwa na mtu. Sauti ilirudia tena ikitoka karibu na mwamba wa siri, mwamba ambao watu wa kijiji waliuogopa usiku. Akasogea polepole pole. Mawimbi yalinyamaza kana kwamba bahari ilisimamisha pumzi yake. Chini ya mwanga wa mwezi aliona mwanamke wa ajabu. Ngozi yake iling'aa kama fedha, nywele ndefu nyeusi kama usiku, na macho ya kijani kama kina cha bahari. Chini ya kiuno hakukuwa na miguu, bali mkia wa samaki uliometameta. Alikuwa nguva, kitunusi. Juma alitetemeka. Wewe ni nani? kwa sauti laini akasema, usiogope, mimi naitwa Zainabu. Nimekuwa nikikuona kila siku ukiteseka baharini, kilio chako kimenigusa. Zainabu alimwambia anatoka kwenye kina cha bahari ambako binadamu hawawezi fika. Alisema amechoka na upweke wa bahari na anatamani kuishi kama binadamu hata kwa muda. Kisha akasema, ninaweza kubadilisha maisha yako, samaki watajaa nyavu zako, mama yako atapona, dada yake ataishi vizuri. Lakini kulikuwa na masharti: usimuulize asili yake, usiseme siri yake kwa mtu yoyote, usimwambie kamwe nakupenda. Akimwambia hayo, bahati yote ingeisha. Juma alitazama mawimbi, kisha akafikiria nyumba yao yenye njaa. Kwa uchungu moyoni, akakubali. usiku huo huo Nyavu zake zilijaa samaki kuliko siku zote za nyuma. Mama yake alilia kwa furaha, dada yake alicheka tena, kijiji kilianza kumwita Juma mvuvi wa bahati. Usiku Juma alirudi pwani, Zainabu alimsubiri juu ya mwamba. Walizungumza, walicheka, na polepole pole moyo wa Juma ukaanza kumpenda kweli, ingawa hakuthubutu kusema. Kadri siku zilivyopita, Zainabu alianza kubadilika. Ngozi yake ilianza kuwa ya kibinadamu zaidi, lakini nguvu zake za bahari zilikuwa zinamwacha. Siku moja kwa sauti ya huzuni akasema, "Juma, bahari inanirudisha. Nikibaki nitakufa kama binadamu dhaifu, nikirudi sitokuona tena." Juma alishikwa na uchungu, "Usiniache." Zainabu akamtazama kwa machozi, "Chagua Juma. Nirudi baharini au nibaki na wewe. Mvua ilinyesha taratibu usiku ule, ikigonga mchanga wa pwani ya Kibwabwa kama machozi ya bahari. Upepo ulivuma kwa huzuni na mawingu yalifunika mwezi kana kwamba dunia haikutaka kushuhudia kilichokuwa kinaenda kutokea. Juma alisimama mbele ya Zainabu, moyo wake ukiwa mzito kuliko mawe ya pwani. Macho yake yalikuwa yamejaa mapenzi na hofu kwa wakati mmoja. "Chagua, Juma," Zainabu alisema kwa sauti iliyotikiswa na maumivu. "Nikirudi baharini nitakuwa kiumbe wa maji tena, nitakusahaulisha. Nikibaki nitakuwa binadamu, lakini maisha yangu yatakuwa mafupi." Juma alitetemeka. "Kwa nini bahari inakuchukua?" aliuliza Zainabu alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa siri, mimi si kitunusi wa kawaida. Nilikuwa binadamu zamani, nilipenda mvuvi mwingine kama wewe. Alivunja mkataba, akanitamkia nakupenda. Bahari ikanichukua na kunigeuza kuwa kiumbe wa maji. Tangu siku hiyo ninaishi kwa mikataba ya maumivu. Maneno yale yalimpiga Juma kama radi. Na mimi nikisema hivyo Juma akauliza kwa sauti ndogo. Zainabu akamwangalia kwa huzuni. Juma, tafadhali. Lakini ilikuwa tayari. Juma akashika uso wake kwa mikono miwili, akimtazama moja kwa moja machoni. Zainabu, nakupenda. Ghafla upepo ukavuma kwa nguvu, mawimbi yakapiga miamba kwa hasira, ardhi ikatetemeka kidogo. Zainabu alipiga kelele ya uchungu. Mwili wake ukaanza kung'aa kama mwanga wa mwezi, mki wake ukaanza kuyeyuka ndani ya maji, macho yake yakajaa machozi. umevunja mkataba, alisema kwa sauti inayozama lakini, umechagua mapenzi ya kweli. Juma alijaribu kumshika, lakini mikono yake ilianza kupita kama moshi. Usiniache, alipiga kelele. Zainabu alitabasamu kwa huzuni ya mwisho. Nilitamani kusikia maneno hayo kabla sijakutea. Sasa moyo wangu umepata amani. Mwangaza mkali ukaangaza juu ya bahari, kisha kimya. Zainabu akatoweka ndani ya mawimbi, kana kwamba hakuwahi kuwepo. Mvua ikasimama ghafla, bahari ikarudi tulivu, lakini Juma alianguka chini akilia kama mtoto. Kuanzia siku hiyo bahati ya Juma ilianza kupungua, samaki wakaanza kupotea polepole, nyavu zake hazikujaza kama zamani. Lakini tofauti na mwanzo, Juma hakurudi kuwa mtu wa kulalamika. Kila usiku alirudi pwani akikaa juu ya mwamba wa siri. Siku moja alisikia sauti nyepesi ndani ya mawimbi Juma. Maji yakang'aa kidogo, sauti ikasema Upendo wa kweli haupotei, unabadilika. Tangu siku hiyo Juma hakumwona tena Zainabu, lakini kila alipovua kwa moyo safi alipata samaki wa kutosha, sio kwa uchawi, bali kwa baraka ya bahari iliyoguswa na mapenzi. Na watu wa Kibwawa walianza kusimulia hadithi kwamba usiku ukienda pwani kimya kimya, unaweza kusikia kitunusi Akiimba jina la mvuvi aliyempenda kuliko bahari yenyewe. Mwisho, part 1. Usikose sehemu ya pili, subscribe, like, share na comment.